Tunatarajia kuwa na tamasha letu la michezo ambalo ni la Ladies First, na ni msimu wa saba. Sasa tumekuwa tukifanya tamasha hili kwa kushirikiana na wenzetu wa Jaika. Aa, Jaika ni shirikisho la Kijapani ambalo linakuwa linashirikiana na mataifa mengine. Tamasha litafanyika kwa siku mbili, lakini litakuwa na shughuli za utangulizi. Aa, shughuli za utangulizi zitakuwa tarehe 28, lakini tarehe 29 na 30 ndo hasa itakuwa hizo siku za kufanyika kwa hilo tamasha. Lengo kuu la kufanyika kwa tamasha hili la Ladies First, ni katika kuunga mkono jitihada za wanawake katika michezo, kusherekea mafanikio yao katika sekta ya michezo, lakini pia kuendelea kuhamasisha watoto wa kike kushiriki katika michezo. Na tamasha hili limeasisiwa na Kanali mstaafu Juma Ikangaa. Yeye ni mwanariadha, nimetangulia kusema hapo awali, lakini ni mwanariadha ambaye alishiriki mbio zake huko Japan kwa miaka mingi na kule amekuwa na jina kubwa kuliko sehemu nyingine yoyote. Sasa alitengeneza mahusiano mazuri na Japani. Japani wakataka kumshirikisha kwamba wanataka kumfanyia jambo la kumuenzi yeye, akapendekeza kwamba yeye anaomba basi hilo jambo lielenge watoto wa kike. Na kwa nini alilenga huko? Ni kwa sababu kwanza, mchezo wa riadha Tanzania umeshatuletea sisi mafanikio makubwa kuliko michezo mingine yote, lakini pia ha mafanikio hayo, kwa mara ya kwanza Tanzania sisi tumesherekea medali ya kimataifa kutoka kwa mwanamama. Yaani, the first medo Tanzania ya kimataifa ilitoka kwenye michezo ya Afrika 1965 na mwanamama Teresia Dismas. Mchezo ule pale unaitwa javelin ndio uliotuletea the first medo Tanzania, ni mwanamke. Sasa akatazama, akaona, akasema pamoja na kwamba mwanamke alileta hiyo medo kwa mara ya kwanza, lakini bado ushiriki wa wanawake umekuwa ukilegalego. Akaamini kwa kwamba likifanyika jambo ambalo linawalenga wanawake linaweza likarudisha ile hamasa na tukashiriki kimataifa tukafanya vizuri zaidi, kwa sababu ile nguvu iliyofanyika wakati ule ikirudiwa sasa hivi inaweza ikafanya makubwa zaidi. Sasa ni nini matarajio yetu kuelekea katika tamasha hili? Tunatarajiwa kuwa na mashindano ya mchezo wa riadha ambayo yatahusisha shughuli mbali mbalimbali, na mashindano wasiopungua 155 kutoka mikoa yote 31 ya Tanzania Bara na Zanzibar ambao watashindana katika mbio za mita 100, moja, mita 200, mita 400, mita mita 1500, mita 5000 na rilea ya 4 mara 100, yani mbio za kupokezana vijiti, pamoja na kurusha mkuki javelin, ambao ndio ule mchezo wa awali ambao nimeuzungumzia kwamba ndio mchezo history ambao ulituletea sisi medali ya kwanza Tanzania. Matukio mengine ambayo yataambatana na mashindano hayo ni mafunzo mbalimbali. Kama tulivyosema kwamba lengo letu ni kuwaleta watoto wa kike pamoja kuwajengea uwezo. Sio tu kwenye michezo, lakini hata katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo tunashirikiana na, na wadau wetu mbalimbali kwa sababu fokasi yetu hapa ni mabinti ambao wako chini ya umri wa miaka ishirini na wametoka katika mazingira tofauti tofauti. Kwa hiyo watapatiwa mafunzo pamoja na token ya taulo za kike, jinsi ya kuzitumia, kwa sababu tunafahamu kijamii kuna baadhi ya watu, hata watoto wa kike ushiriki wao kwenye michezo unakuwa kidogo nyuma, kwa sababu wakiwaza wakiwa katika zile siku zao za hedhi, wanaweza kuwa hawajui wajistiri vipi. Lakini kwa hiyo tukatumia fursa hiyo, watapata hayo mafunzo na watapewa pia, kuna wadau wamejitokeza watawapatia hizo hizo uh, sanitary pads lakini pia tutakuwa na wadau wenzetu ambao ni NBC Bank wenyewe watatoa elimu kuhusu masuala ya fedha. Tunahamasisha watoto wakiki kushiriki katika michezo. Lengo sio tu kuwaimarisha kiakili na kimwili lakini pia kuwajengea maarifa sana. Na kana, sasa tusipowajengea uwezo na kujua kwamba pesa hizi wakipata wafanyie nini, bado hiyo ni changamoto. Tutaendelea kulia na swala la ajira, tutaendelea kulia na umaskini wa wanariadha au wanamichezo wastaafu Tanzania. Kumbe ni kwamba hatukuwajengea uwezo kwamba wanachokipata wakifanyie nini. Kwa hiyo tutashirikiana na shirika la benki la NBC, watakuja kwa ajili ya kutoa hayo mafunzo, na tukiamini kwamba vijana wakipata hayo mafunzo, basi itawasaidia na kuwajenga kujua kwamba hapa ni nafanya michezo lakini in the end, target yangu ni kujiajiri kupitia michezo na nikijiajiri pesa ninayoipata ninategemea kwenda kuifanyia kitu gani. Sasa ufunguzi wa mashindano yote utafanyika tarehe 29 Novemba asubuhi kabisa na utaambatana uta na shughuli mbali mbalimbali na shamra kwa sababu huu sio msiba ili ni tamasha na ni tamasha la michezo litakuwa na burudani mbalimbali mbali tutaanza na mbio za pole na hapa tunawalika watu wote wa Dar es Salaam pamoja na nyewe waandishi wa habari karibuni tutakuwa na jogging tumealika wana wa joggers kutoka Temeke tutakuwa na wanafunzi wa shule za msingi wa kike wa wilaya za Temeke lakini na watumishi na washiriki wote tutafanya jogging kidogo alafu tutamalizia na mazoezi ya viungo ya aerobics hapo baada ya hapo sasa tutakuwa na hiyo shughuli ya kufungua ambayo itaambatana na viongozi mbalimbali Mgeni rasmi tunamtegemea atakuwa Profesa Palamagamba Aidan John Mwaluko Kabudi ambaye ni waziri wa Wizara hii ya michezo, lakini pia tutakuwa na viongozi kutoka uh, Japan ambao wamekuja kutoka JICA upande wa Japan. Tutakuwa pia na viongozi mbalimbali mbali kutoka katika Shirikisho la, la Riadha Tanzania, tayari hapa tuko na rais tunaamini na kamati yake nzima ya utendaji, lakini hata vyama vingine vya michezo michezo pia vitakuwepo. Tutakuwa na manguli wa michezo wa riadha lakini pia tutakuwa na burudani kutoka kwa wasanii mbalimbali ambao watatusherehesha kwa sababu kama nilivyosema awali, ni jambo la kufurahia. Michezo ni kitu kinacholeta amani, umoja pamoja na mshikamano. Kwa hiyo matarajio yetu ni kwamba tutakuwa na tukio ambalo linatuweka pamoja. Kabla sijahitimisha, niseme tu kwamba kipekee ni washukuru sana uh, JICA Tanzania. Kanali Jumaa tunamshukuru kila siku na tutaendelea kumshukuru kwa sababu hajao, binafsi angeamua kufanya jambo ambalo linamnufaisha yeye peke yake, lakini alitaka ya anufaishe watoto wa kike wengi wa Tanzania kupitia tamasha hili. Kuna watoto hawajawahi kufika Dar es Salaam wala kukimbia kwenye uwanja wenye international standard tartan. Sasa kwa kufanya vile, na maana itawapa hamasa wale watoto wa kike, wataendelea kufanya vizuri kule waliko. Lakini pia sisi tunaamini kwamba angeweza kuwa mbinafsi, angefanyiwa kitu kingine tofauti, lakini ameamua kufanya hivyo. Sasa yeye ndo aliyetuunganisha BMT na JICA. Sasa niwashukuru pia JICA kwa kukubali wazo la Kanali na kuamua kufanya jambo hili kwa kushirikiana na sisi financially. Wanatupa funds za kutosha na sisi pia kama serikali tunaongezea kiasi fulani, lakini pia niwashukuru sana chama cha riadha kwa sababu sisi kama serikali kazi yetu ni kuratibu kwa ujumla wake na kusimamia. Aa, lakini chama cha riadha kenyewe technical part wanafanya wao asilimia mia moja. Kwa hiyo ukiona waamuzi wako pale uwanjani ukiona vijana wamenolewa kule kwenye level za chini kwa kiasi kikubwa Shirikisho la Riadha ndio wanafanya hiyo kazi. Tunawashukuru sana na tukiamini tutakwenda kufanikisha ili jambo kwa ushirikiano mzuri baina yetu sisi na wao. Lakini pia niwashukuru, niendelee kuwashukuru nikiamini watafanikisha hili uh, wenye viti wa kamati za michezo za mikoa, makatibu tawala wa mikoa, kwa sababu kuna fund kiasi kidogo na wenyewe pia wanachangia kwa maana ya nauli za kuwawezesha wale vijana kutoka kule wanakotoka waweze kufika hapa Dar es Salaam. Na tumeungwa mkono na makampuni mbalimbali mbali, ambayo ni ya uh, mingine ni ya Kitanzania, mengine ni ya kutoka Japan. Wamekuja kwa ajili ya kufinance, yani hizo fedha zinazoletwa na JICA zimekuwa coordinated na kuwa mobilized na hao wadau. Tunazo kampuni kadhaa ambazo hapa ningeweza kuzitaja baadhi. Kampuni hizo ba, ni pamoja na baridi baridi Oriental Consultants Global Company Limited, Amani Seitai Company Limited, Makita African Limited, Almec, uh, Tanbills Tours, Limited, Ingerosec Corporations, JTECT, Sumitomo Corporations, uh, Ingerosec Corporation, Uhuru, Trickstar, Plascon pamoja na kampuni ya ndani ya vinywaji baridi ya Pepsi. Baraza linatoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam kujitokeza kwa wingi kuja kushuhudia vijana mbalimbali wa Kitanzania wakifanya shughuli zao za michezo, lakini pia tutakuwa na side events mojawapo kubwa ambayo itakuwepo ni kupima afya. Tunafahamu sisi kwetu sisi, bwana, michezo katalisti yake ya kwanza kubwa ni kuwa na afya yenye uimara. Kwa hiyo wote watakaoshiriki hapa, tunafahamu siku hizi maradhi ambukizi yako mengi. Kwa hiyo tutakuwa tunapima bure masuala ya pressure, urefu versus kitu unatakiwa uwe na uzito wa kiasi gani, tutakuwa tunapima kisukari na kupata ushauri mbalimbali mbali wa masuala ya kiafya hasa, hasa kwa yale magonjwa ambayo sio ambukizi. O, baada ya kusema hayo niwashukuru sana sana waandishi wa habari kwa kuja nikitegemea kwamba mtaipeleka hii habari, kwanza wale walioko kule mikoani na kule Zanzibar, wapate taarifa kwamba ili tamasha lipo na litafanyika, ili wajitahidi kuhakikisha kwamba wanawaleta vijana Dar es Salaam. Lakini pili, kupeleka message kwa Watanzania kwamba ushiriki wa wanawake kwenye michezo ni kitu ambacho ni cha msingi na kina manufaa. Shindano ya msimu wa saba ya wakina mama. Katibu ameeleza vizuri sana Rais wangu wa chama cha riadha ameeleza vizuri sana, ni event ambayo anaifahamu vizuri sana, na wale wote ambao wamefanya vizuri katika mashindano ya kimataifa wamepitia event hii kama alivyoeleza, na yeye kama rais wa chama cha riadha pia ni katibu wa chama cha riadha mkoa wa Arusha, ambako ndio huko wachezaji wengi waliko. Ongera sana Rogat, katibu wetu amekuwa koordinata mzuri katika jambo hili, usiku na mchana. Msimwone hivi, mm. Alivyokuja na ninavyomwona leo ni vitu viwili tofauti, na huwa nasema ningekuwa na uwezo wa kisheria ningeweza nikibadilisha. Sasa uwezo wa kisheria huo sina, lakini ndugu waandishi wa habari, nataka niwaambie dunia ya leo amani yake itatokana na michezo tu. Angalieni mashindano ya Tokyo ya riadha ya dunia, mabara yote saba yalikuwepo pale. Hisi ndio dunia nzima yalikuwepo pale, sidhani kama mlisikia vurugu. Na Tanzania kati ya haya mabara saba ikainuka kinara kwa ile medali ya simba. Mimi ni mwanaume mimi ni babu, mimi ni baba. Kwa namna yoyote ile ningelipenda yani, ningelipenda na huwa naomba ndani ya moyo wangu, hata ninapoenda kusali, siku moja itokee mtoto wa kike alete medali ya aina yoyote ile, kama alivyofanya yule mwaka 1965 alete medali kwenye kukimbia, miruko na mitupo lakini wakuwahamasisha nyinyi, wa kuhamasisha hao watoto wa kike ni nyinyi na kalamu zenu. Wakati mimi nakimbia wakati Rogati anakimbia hizi media electronics hazikuwepo, walikuwa wananisikia ananisikia kwenye kipindi cha redio Tanzania. Hasani Mvula anajua, Mwanamvula upo e, kulikuwa kina, kitu kinaitwa mbili kasorobo wakina Abubakari Liongo, Suleimani Hega, Salim Sefu Mkamba wakina absudi, Masudi Omar jawawa. Lakini leo sasa hivi tulivyo, wanaona nini tunachoongea hapa. Kwa hiyo nitafurahi na nitaendelea kufurahi kama mkiwahamasisha watoto wa kike, kama sio leo, kesho na kesho kutwa, ili wacheze na hatimaye walete wale medali kwa ajili ya taifa hili. Mwanamke kwanza hata dini yangu ya Uislamu wa kwanza kukubali Uislamu alikuwa ni na mwanamke. Nawakumbuka wakina mama Jusa, wakina mama Magdalena, ni watu wa mwanamke. Alikuwa ni mtu wa kwanza sana. Kumekuwa na mafanikio ya aina fulani kama alivyoeleza Rogati, Rogati, na kama alivyoeleza katibu mimi, uh, kama rais wa Shirikisho la Riadha. Naomba niseme tu kwamba binafsi kwanza niwashukuru uh, Baraza la Michezo la Taifa kwa namna moja au kwa namna nyingine kwa namna ya kipekee walivyo namna walivyo uh, support sana mchezo wetu wa riadha hasa kwa wanawake. Uh, kwa namna hivi aa, uh, wali, namna walivyofanya ubunifu mkubwa sana wa, kwa, kwa mchezo wetu wa riadha lakini mshukuru uh, legend wetu mzee Jumaa Ikangaa uh, kwa kazi kubwa aliyofanya kwa shawishi hizi uh, uh, shirika la misaada la Japan Jaika A, niseme tu wazi kwamba sisi kama shirikisho wa riadha Tanzania, a, moja ya changamoto tulionayo ni uhaba mkubwa wa watoto wa kike kwenye mchezo wa riadha, lakini kupitia mchezo huu niseme tu wazi kwamba sasa hivi tumekuwa na angalau, kaanga, a, haweni kwa mchezo wetu wa riadha. Tumepata wanariadha wazuri kwa miaka hii saba ambayo michezo hii imefanyika. Tuna wanariadha ambao leo hii, hii tunaona mafanikio makubwa kwenye riadha, kwa mfano, a kuna mwanariadha anaitwa Magdalena Shauri. Juzi alikuwa mshindi wa tatu kwenye mbio za Chicago Marathon. A, mwanariadha huyu alitokana na mashindano haya ya JICA ambayo yalikuwa yanaandaliwa na Baraza la Michezo kwa ushirikiano na shirika la Shirikisho la Riadha Tanzania pamoja na shirika la misaada la Japan. Kwa hiyo niseme tu wazi kwamba mashindano haya yana mchango mkubwa sana kwenye mchezo wa riadha. Lakini vile vile ni niwashukuru sana shirika la misaada la Japan, JICA a kwa namna ambavyo una support mchezo wetu wa riadha. Lakini vile vile niwashukuru nyinyi waandishi wa habari. A kwa namna ambavyo sasa hivi mnautangaza vizuri mchezo wetu wa riadha. A hivi karibuni mliona wachezaji wetu walifanya vizuri kwa mashindano mbalimbali mbali ya kimataifa kama Simba walivyofanya vizuri kwa mashindano ya riadha ya dunia kule Tokyo. Hivi karibuni kuna kijana wetu amefanya vizuri kwa mashindano ya kimataifa huko Netherlands ameweka rekodi mpya ya taifa. Lakini Magdalena naye ameweka rekodi ya taifa. Na, tuna wanariadha wengi ambao wametokana mashindano haya ya JICA hasa kwa watoto wetu wa kike, sasa hivi wamefanya vizuri, wako kule Marekani, wako vyuo kule Marekani, walitoka na walionekana kwenye mashindano haya. Kwa hiyo haya mashindano ni sehemu moja muhimu sana kwa, kwa, kwa, kwa watoto wetu wa kike. Lakini vilevile nichukue nafasi pia kutoa wito kwa wanachama, hasa vyama vya mikoa, ambapo ndio wanariadha wenyewe wanafanyiwa wana, wana, wana, wana uh, selection Uh, niseme tu kwamba uh, wawachague, tumeshawapa maelekezo uh, wanachama wetu mwachagua wanariadha kwa, kwa kota waliopewa, na naamini mwaka huu mashindano haya yatakuwa moja ya mashindano yenye ushindani mkubwa sana, kwa sababu mwakani tuna mashindano makubwa ya kimataifa, hasa ya vijana, ambayo tuna mashindano ya Afrika, tuna Olympic Youth Games mwakani, na sisi kama shirikisho tuta, tutaanza kuwaangalia vipaji hivi kwenye mashindano haya.